Mwazi, yani, kitu ikuchomi. Kwani uko na kwa yomi itakuwa mdomo. Wacha. Sasa bado unaona hii gari nilikuwa nakwambia. Hii ndio nataka nikubahia. Ni hiyo. mm -hmm. Eh, ni, ni mzuri hata unaeza enda nayo soko, unaeza fanya nayo. Ni multipurpose hiyo. Alafu ni hard body. mm -hmm. mambo ya gari welewi, unaeza jipea. Nani amekwambia mambo ya gari sielewi? Enda tu. Kwani ila ila ila tingatinga ya usago. Nani anaenda sanga

Njiri nilikutuma chaja hizo sasa ni nini? Si ndio mimi nimeleta kitu nimepata ni mtu mjinga... kwa gari shemeji, ni yako. Kama ni yako shemeji, hii ni ya msichana, hii si ya wavulana, si wa ama, una vaanga za msichana? Hebu ni nini hizi ni, ni, vitu zimetoka wapi? nirudishe kwa dashboard mwanamke.

hata kama una cheat evidence ni ya nini kwa gari <laughs> hmm? hizi ni nini unafanya? Shuali unataka tukupe tabia mbaya, unafanyia nini kwa gari? Kama ni pesa ya lodging si, afadhali sasa, hata basi uniitishe nikulete. Sorry. Wewe, hebu tafuta utaenda, jumi mali penye utaenda juu mimi hakuna mali, tunaenda na wewe, hebu okay. Enda uko vipia, wewe.